Swala la amani litaendelea kuhubiriwa lakini, mimi niongeze tu kwamba amani ina ngazi mbalimbali. Amani ya kwanza ni amani ya nafsi. Kabla hata hujaangalia amani ya nchi, nafsi yako ina amani, kama wewe mwenyewe unaona nafsi yako inatenda matendo ambayo hayampendezi Allah subhanahu wa taala, hata hiyo amani ya nafsi hutokuwa nayo halafu. Hii ni mbaya zaidi kutokuwa na amani katika nafsi. Lakini amani pia tuiangalie katika ngazi ya familia, wala tusiende kwenye nchi. Kwanza nafsi zetu zina amani moja, familia zetu zina amani. Yawezekana tumekuja hapa kwenye Maulid lakini mshike mshike, mshike ulianzia wapi? Nyumbani. Amani hakuna. Kwa hiyo amani katika familia zetu ni jambo la msingi. Waislam tujenge familia bora zisizo na migogoro, zilizojaa amani. Lakini kigezo chetu cha ujenzi wa familia zenye amani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tukitoka kwenye familia tunaingia kwenye jamii, kabla ya taifa. Hakuna taifa bila kuwa na jamii mbalimbali zinazounda hilo taifa. Jamii ya wa Waislamu, je, tuna amani kwenye misikiti yetu, kwenye hadhara yetu? Amani ipo? Jamii ya wa Wakristo, Baba askofu yuko hapa, je, amani ipo? Takbir. Kwa hiyo amani ipo katika makabila mbalimbali mbali, vijiji, kwenye vijiji, kwenye mitaa yetu amani ipo, tuko mjini hapa sisi, tuko kwenye mitaa mbalimbali amani ipo, halafu tukimaliza amani katika jamii zetu ndiyo tunakuja kuangalia je, amani katika nchi yetu ipo? Kama ipo, nini misingi ya uwepo wa amani hiyo? Misingi ikishavurugwa, amani ikishaondoka, gharama kubwa sana ipo katika kurejesha amani, lakini bila msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala yawezekana hata hiyo jamii isiwe na amani tena baada ya amani kutoweka. Yako mataifa sitaki kuyataja kwa sababu ya diplomasia, miaka ya 60 waliua viongozi wao, wakiamini wao pengine ndio wanadhulumu maendeleo yao, lakini mataifa hayo yakaingia na laana hadi leo, hayatawaliki hayaongozeki. Kwa hiyo tunapozungumza amani, tuzungumze katika uzito wake. Tunaposema tuhifadhi amani, sio kwa faida ya sisi tulioko ndani ya serikali, hata wale wenzetu waliokuwa wakuu wa mikoa kule kwenye nchi hizo amani ilipotoweka walikuwa wakimbizi, na wao wakawa naishi kwenye kambi za wakimbizi. Haitochagua kwamba wewe ni shehe wa mkoa, tutakimbia wote. Halafu ukiwa huko mbele unamuuliza shehe wangu, na wewe umo? Kwa hiyo tusifanyie masahara jambo hili. Lakini jambo jingine muhimu kabisa ambalo tumeelekezwa hapa ni kuhusiana na maendeleo sasa. Maendeleo yako maendeleo ya vitu na maendeleo ya watu. Unaweza ukawa huna maendeleo ya vitu, wewe huna nyumba ya ghorofa, lakini una maendeleo ya namna nyingine. Sio lazima yawe maendeleo ya vitu. Sasa katika mkoa wa Mwanza serikali imefanya miradi yenye thamani ya shilingi trilioni sita chini ya Rais Dr Samia Suluhu Hasani. Leo ukienda pale bandarini, tuna bandari inaitwa north port na south port. Serikali imeleta bilioni kumi na nane ili kuipanua ile bandari kwa nini? Kwa sababu mkoa wa Mwanza asilimia hamsini na tatu ni maji ya ziwa Victoria. Kwa hiyo tunategemea zaidi maji kuliko nchi kavu. Leo hii, juzi tumejaribu meli ya kisasa iliyojengwa hapa hapa Mwanza, imekwenda Bukoba kwa masaa manane kutokea hapa Mwanza, tumeijenga hapa tu. Meli yenye ukubwa wa ghorofa nne imetoka hapa Mwanza, tumeijenga hapa Mwanza, imekamilika bilioni mia moja ishirini na juzi imeanza majaribio, tumekwenda hadi kule Bukoba masaa manane asubuhi, tumegeuza tumerudi hapa. Maendeleo katika mkoa wa Mwanza ambapo watu elfu moja mia mbili watasafiri tena. Unakaa mle kama huko ndani ya hoteli, kuna vyumba kabisa vya kisasa, unalipa wewe na familia yako, mna televisheni mna vitanda, mnakwenda zenu Bukoba. Leo hapo ukifika pale malaika bichi, utaona serikali inajenga kituo cha kupeana habari ndani ya ziwa Victoria chewe thamani ya shilingi bilioni tano. Ikitokea ajali yoyote katikati ya ziwa, unapiga simu, inapatikana unaletewa speedboat, unaletewa ambulance ya kisasa, unafanyiwa uokozi haraka sana. Tuko hatua za mwisho kufanya international airport of Mwanza tutakuwa na uwezo wa kushusha abiria elfu mbili mia tano kwa wakati mmoja katika jengo la kisasa la abiria. Tutakuwa na uwezo wa kutua ndege moja kwa moja kutoka Dubai, kutoka China, zisitue Dar es Salaam, zitue moja kwa moja Mwanza. Leo tunazungumzia trilioni tatu za kujenga reli, ameeleza viurshee wangu pale. Kipande cha Isaka kuja Mwanza kiko asilimia sitini na nane. Tutasafiri ukitaka kwa treni haya, ukitaka kwa ndege haya, kwa basi haya, ukitaka huku ziwani. Maendeleo. Sasa mwingine anasema kwa miaka sitini Tanzania haina maendeleo. Mi sizungumzi Tanzania, nimeizungumzia Mwanza. Sasa ndio maana watu wa namna hiyo hatubishani nao, kwa sababu tumeambiwa wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Watu hawa wana maradhi katika mioyo yao, na Mwenyezi Mungu atawaongeza nini? Maradhi. Unahitaji kubishana?